Waliofanikiwa hawakufanikiwa kwa kuajiriwa. Anayekuajiri maanake lazima afanikishe kwanza malengo yake, halafu ile ziada ndio akulipe wewe. Kwa hiyo nadhani tunavyokwenda elimu hii ya kujiajiri, na hasa mipango mizuri ya mpendo a Daktari Samia Suluhu Hassan ya, ya kuwezesha sekta binafsi kwa sekta kiongozi, maanake inatupa nafasi wote ambao tumeelewa dhana ya kujiajiri kuthubutu na kufanikiwa. Na katika mpango huu, dira hii ya miaka hamsini ijayo mpaka mwaka elfu mbili na sabini na tano naamini takwimu zitakuwa ni tofauti, the opposite, kwamba watakaokuwa wanalilia kuajiriwa watakuwa asilimia ishirini asilimia themanini watakuwa wanapambana kujiajiri, ili na waajiri na wenzao. Kwa nasema haya ili tia moyo nilipita, katika vyo mbalimbali kazi inayofanyika sasa ya eh, kutumia fursa za kujiajiri, ubunifu, kuwasaidia vijana kubuni na kuwa na mawazo kama haya ambayo tumeona leo kwa vijana wangu pale. Huu ndio mwelekeo wa serikali ya awamu ya sita kutatua changamoto za Watanzania. Nimeona pale mfumo ule wa mnada lakini nimeona mfumo ule wa kutafuta namna e, ya kusuhulisha changamoto ya, ya, ya, ya, ya sehemu ya kupaki magari na hasa kwenye majiji makubwa kama Dar es Salaam, manake unaweza ukatumia saa nzima kutafuta sehemu ya kupaki. Sasa saa nzima ambao ungetumia kuzalisha unahangaika kutafuta kwa kupaki, unapoteza muda, unapoteza rasimali mafuta. Lakini pia kama umeajiriwa, maana yake unamwibia mwajiri wako muda lakini hata kama umejiajiri utakosa wateja wengi ambao hawawezi kusubiri wewe unazunguka kutafuta sehemu ya kupaki saa mzima. Sasa wale vijana wanakuja na suluhisho kwamba ukiwa tu njiani unaangalia wapi kuna sehemu ya kupaki, unalipa na mtu yule anakuwekea parking yako pale. Kwa hiyo unafika, unaweka gari yako, unaendelea na shughuli zako. Ongereni sana vijana, imarisheni mawazo haya ya ubunifu, na wengine wote wenye mawazo tofauti waendelee. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha hapa katika kongamano letu hili ambalo ni kongamano la kipekee na muhimu sana kwa ajili yetu sisi wahadhiri, wafanyakazi wa chuo pamoja na wanachuo kwa ujumla, lakini i kongamano ambalo vile vile ni muhimu kwa wadau wetu wote ambao wako mahali hapa katika siku ya leo. Napenda kusema kwamba tunajua Mheshimiwa mgeni rasmi unayo majukumu mengi sana, e, ni mengi kuliko hata uwezo wa muda ambao uliopo, lakini umeamua kutenga muda wako kuja kuwa na sisi hapa. Sio kwamba nilivyotoka hapa CBE na elimu niliyoipata, nilienda kuitumia elimu kama elimu tu, niliweza kuigeuza elimu kwa ubunifu, na mpaka Mheshimiwa mgeni rasmi, nimefikia kupata tuzo mbalimbali mbali, nje na ndani ya Tanzania. Nimekuwa mjasiriamali bora East Africa nzima, Afrika nzima, nimekuwa contractor bora mwanamke Tanzania, na leo hii CBE ina haja ya kujisifia kwa sababu contractor mwanamke class one, civil Tanzania nzima niko peke yangu. Ninyi wanafunzi mnayo nafasi najua, grupu zenu nasema laki laki, tunaenda kwenye birthday ya fulani weekend hii, samaki samaki, masaki Mkiamua kubadilisha ndoto hizo mkasema tutaziweka, alafu mwisho wa mwezi tutampa mtu mmoja hata akatafute, ni kibanda, ni meza pale Kariakona, kwa sababu sasa tunaye mwenyekiti ambaye ana mahusiano mazuri na chuo, lakini ana diplomasia nzuri ya kibiashara na uunganiko na serikali na taasisi mbalimbali, basi inakuwa ni rahisi, na imani yangu kwamba mwaka kesho tukiwa na, na tamasha la aina hii, nataka nipate sample ya watu wawili au watatu mpaka kumi ambao watatoka, watatokana na zoezi hilo. TCCIA, uh, karibu sana kwa ajili ya salamu. Karibu, tumpigie makofi, anakwenda kutoa salamu zake. Namna hiyo asante Mheshimiwa mgeni rasmi, CBE pamoja na TCCIA tumeendelea kushirikiana katika sehemu mbalimbali ikiwemo kuandaa makongamano lakini kuchukua wanafunzi wa internship katika kuhakikisha kwamba tunawapa hekima na busara kwa ajili ya kufanya kazi. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, TCCIA inaamini kuwa ujasiriamali si kazi ya mtu binafsi pekee, bali ni mfumo mpana unaohitaji mazingira ya wezeshi, sera madhubuti na miundombinu bora, ili kuweza kuwasaidia vijana kutafuta ajira lakini pia ili kuongeza ufanisi katika kufanya biashara. Wanafunzi muwe risk calculated, mjaribu, mfanye uthubutu, lakini pia mhakikishe mnabadilisha minds na ziwe minds za biashara. Wanafunzi wengi waliojitambua wanaofanya risk calculated na kujaribu na uthubutu and innovative wamefanikiwa. Yuko mfanya mfanyabiashara mmoja, nimewahi kufanya naye mazungumzo, ni mkubwa sana, anasema akiuangalia ule ukuta yeye huwa aangalii ukuta, anataka kujua nini kiko nyuma ya ukuta. Niwaambie, jaribuni kuangalia, na uthubutu mnao. Pia tunamshukuru sana mheshimiwa waziri Dr Selemani Jafo, alipokuwa akizindua bodi tarehe kumi mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano, alituambia maono yake ya kuona CB tukifanya kongamano kama hili ambalo litakuwa linaangazia ubunifu na na ujasiriamali kwa ajili ya endelevu ili wanafunzi wetu waweze kujifunza.